Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa wakatibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padre Charles Kitima, tukio lililotokea tarehe 30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 Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumjalia uponyaji wa haraka. Siyo lengo letu kuelezea jinsi shambulio hilo lilivyotokea, bali tunatafakari na kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile, je, yeah, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? O, vitatu vimeshambuliwa: mtu ameumizwa, makao makuu ya Baraza la Maaskofu yamevamiwa na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadiri ya dhamiri imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padre Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na, na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa. Kama taifa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 atuondolee vyote vinavyotudhuru na awajalie neema ya toba ya kweli na wongofu wa moyo wale wote wanaopanga ufadhili na kutekeleza maovu haya ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria ma